Data center ni gala, bidhaa yake ni data e, siku hizi hizi, picha mnazopiga hapa, video mlizonazo, mitandao ya kijamii, miamala ya simu, miamala ya benki ni data. Kwa lugha huko mtaani ni upepo, kwa sababu mtu akimpigia mtu simu hana waya wa uunganisho. Kwa NIDC ni kituo cha kutunzia data. Na mnafahamu TTCL wanao mkongo wa mawasiliano, mkongo wa taifa wa mawasiliano e, National ICT Backbone, ambao ni fiber optic, ni waya wa fiber ambao mpaka sasa tunavyozungumza huko kwenye wilaya mia moja na tisa na wilaya nyingine uh, 30 ziko katika hatua mbalimbali za mchakato wa kuunganisha. Mkongo huu umeshaunganishwa na Msumbiji, ushaunganishwa na Malawi, tunao mradi wa kuunganisha na Kongo, lakini vile vile tunaunganisha na nchi ya Uganda na nchi nyingine ambazo zipati mawasiliano uh, ya moja kwa moja kupitia mikongo ya chini ya bahari. Sasa uwekezaji huu uliofanywa na serikali kwa muda mrefu unasaidia mambo yanayofanyika ya mawasiliano. Sa product ambayo leo amekuja kuiona Mheshimiwa Waziri Mkuu ni N-card. N-card ni kadi ambayo inatumika kwenye viwanja vya mipira kuingilia, kuona mechi mbalimbali za mpira kwenye ligi kuu yetu, lakini N-card inatumika kwenye kivuko cha Kigamboni kuweza wananchi kuvuka. Sa N-card hii ni nia ya serikali kuona inatumika kwenye mwendo kasi. Na kwa nini tunasema N-card? N-card iko kwenye mradi wa Digital Tanzania Project DTP mradi ambao unatekelezwa kwa maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mifumo kusomana. Sasa moja kati ya mfumo muhimu sana kwenye maisha yetu ni mfumo wa mawasiliano. Sasa unaweza kukuta kuna N card, unaweza kusikia kuna Azam card, unaweza kutakia mtu na kadi yake hilo sio tatizo. Tatizo linakuja mfumo gani unatumia kuweza kufanya kazi ile kadi sasa, ili kuweza kutumika mfumo lazima uwe na mawasiliano, ndio maana hapa tunatumia fiber TCL. Mtu mwingine atakuwa na kadi yake ametumia mfumo wa simu za mkononi, lakini katika mawasiliano huku duniani fiber mkongo ndiyo mawasiliano ya uhakika zaidi na ya kasi zaidi. Ukishawasiliana computation yake, maana ile kadi lazima ifanye mchakato. Mchakato wake wa hiyo payment gateway unafanyika wapi? Lazima mchakato wenyewe upate sehemu ya kufanyia computation. Sasa hapa kuna kitu inaitwa super computing, kuna kitu inaitwa cloud computing, ambao hapa zishawekezwa kwenye bajeti ya 24 25 zaidi ya shilingi bilioni kumi na kuna fedha nyingine zimetengwa kwenye bajeti ya 25 26. Kwa leo ukisema mimi TBC anio na kadi yangu, maana yake una uwezo wa kuwekeza mabilioni ya shilingi kwenye computing. Una uwezo kuwekeza kwenye data center, hii data center ukiangalia ina mifumo ya umeme dedicated line ya TANESCO mbili zinazokuja hapa. Kuna majireta makubwa mawili, kuna UPS ambayo taasisi kimoja moja ya serikali, ama taasisi moja moja ya binafsi haiwezi kufanya uwekezaji huo. Kwa tumekuja kumuonyesha Mheshimiwa Waziri Mkuu kazi kubwa iliyofanywa na serikali hii kwa maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mradi wa Digital Tanzania Project kwenye N-Card ambayo sasa inaenda kuitwa Jamii Card, Jamii Card. Ili Mtanzania huko tunakokwenda awe na kadi moja ile kadi aweze kuingilia mpirani apande feri apande mwendo kasi, apande SGR, afanye bidhaa mbalimbali. Jamii kadi yetu itakuwa ni replica ya Visa kadi ama Master kadi kimataifa. Ndio maana leo mabenki yote atakupa kadi ya benki lakini itakuwa ni Visa ama Master. Sasa Jamii kadi ndio itakuwa kadi ya Mtanzania. Utapata pembejeo na Jamii kadi. Na Jamii kadi hii vivyo hivyo tunashikiana na wenzetu wa NIDA. Katika mfumo huu, mradi wa Digital Tanzania Project, kuweza kufanya kazi ya ile wa taifa afanyie manunuzi ndo kaviza ketu ka Kitanzania. Na hii inawezekana kwa kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiifanya na fedha nyingi anazozitenga kupitia Wizara ya Mawasiliano Teknolojia ya Habari, kupitia mashirika yetu kama TTCL na eneo hili la NIDC.